Karibu kwenye Typhoon Film TZ. Hapa ndipo simulizi kali, drama zenye kugusa moyo na hadithi za maisha halisi huanzia. Kila simulizi linafunza, kila drama inaacha alama, na sisi tupo hapa kukusimulia. Kabla hujaendelea, tafadhali bonyeza subscribe, like, comment na share ili tuendelee kukuletea visa vipya kila wiki. Kipaji kikiwa na mpango hakikosi mlango. Subscribe kwa mengi zaidi. Sasa Tuanze simulizi letu la leo. Sehemu hii ya pili ya simulizi yetu ya Humphrey Pole Pole itakushangaza sana. Okay, ngoja tuendelee. Ila usisahau kusubscribe kwenye channel yetu Typhoon Film TZ. Pole Pole aliondoka kwenye nafasi yake ya balozi wa Tanzania nchini Cuba namo tarehe 13 Julai 2025, Akieleza waziwazi kwamba hakikubali kuendeleza utawala usio wa haki au kukosa kuheshimu katiba na sheria. Alisema mapigo ya misimamo ya kweli yametumbukia katika giza na upendeleo na ufisadi. Hapo ndipo safari yake mpya ya kuwa mkosoaji wa serikali ilianza rasmi. Mabadiliko ya nazari na ujio wa ukosoaji. Baada ya kuachia wadhifa wa balozi, Humphrey hakukaa kimya, badala yake Alianza kuzungumzia wazi mapungufu anayoona ndani ya CCM na serikali. Maneno yake yalikuwa ya wazi na ya kukali. Alilaumu ukandamizaji wa haki, wazi la rushwa, mwendo wa kupunguza uwazi na ukiukaji wa katiba. Alizungumza kwenye mitandao ya kijamii, mikutano ya hadhara na vyombo vya habari akiwataka viongozi wa Tanzania kurejesha haki na uongozi wa kujibu. Hapo ndipo baadhi ya wananchi wakamwona kama shujaa wa ukweli, wakati wengine wakamchukulia kama hatari kwa mfumo uliopo. Pia alikosoa vivyo vya utekelezaji wa miradi ya serikali ambayo kwa maoni yake ilizingatia wanachama wa chama badala ya wananchi wanaohitaji. Pia aliitisha suala la kutowajibika kwa watumishi wa umma na jinsi serikali ilivyoanza kutolewa malipo mengi ya ushirikiano wa kisiasa kuliko mapato ya maendeleo. Mapokezi ya wananchi na ushujaa wa polepole pole. Watu wengi walimpongeza polepole kwa ujasiri wake wa kuzungumza haki katika miji mikubwa kama Dar es Salaam, Mwanza na Arusha. Viongozi wa kijamii na wanahabari waliguswa na maneno yake ya upatanishi. Wengine walimshangilia kwenye viunga vya mikutano na kupitia mdundo wa mitandaoni. Lakini pia mapokezi yalikuwa mchanganyiko, baadhi wa CCM na wanachama wa serikali walimkosoa vibaya kumtaka asinyume taifa na chama, mwenyewe yeye alikuwa mwanachama wake. Wengine walimgomea kwa sababu waliona akipinga viongozi aliyowahi kumuunga mkono. Serikali na hatua zilizochukuliwa serikali ilichukua jukumu la kujitetea. Wakati wa awali ilijibu kwamba pole pole alikuwa akitetemea maswali ya ajabu na kwamba baadhi ya madai aliyoyatoa hayakuwa na ushahidi. Walitoa vikwazo wakimfahamisha kuwa kufichua sana kumeweza kusababisha kuchapwa vibaya kisiasa. Katika baadhi ya matukio, usalama wake ulibambiwa, maaskari au maofisa walionekana kwenye maeneo yake mara nyingi. Vitisho viliendelea na waraka wa sheria ulianzishwa kueleza kwamba mtu yoyote anatakiwa kusoma sheria kabla ya kuzungumzia serikali. Watumishi wa serikali wengi walitumia hii kudhibiti maneno ya upinzani. Kutekwa kwenye kwake na mambo usiyoyajua ni kwamba mnamo tarehe 6 Oktoba 2025, nyumbani kwake Ununio Dar es Salaam iliripotiwa tukio la kuvunuliwa mlango wa nyumba yake, nyaya za umeme kukatwa, na alama za damu ndani ya chumba cha kuishi na hadi mlango wa nje, ishara za vita ya haraka. Familia ilisema kwamba Humphrey Polepole alitekwa na watu wasiojulikana. Ripoti za Amnesty International na vyombo vya haki za binadamu zilithibitisha kuwa kulikuwa na uwezekano wa kuteswa au kunyanyaswa kabla ya kutoweka kwake. Polisi ilitangaza kwamba wanachunguza tukio hilo, lakini hata baada ya siku kadhaa, mahali alipo haukujulikana. Tukio hili lilitoa hisia kali kwa wananchi, wengi walilia haki za Polepole, wakataka serikali itoe majibu. Viongozi wa haki za binadamu vyama vya siasa na taasisi za kimataifa walitoa hoi mme watoto na ndugu zake walilia hadharani, wakiwa na hofu na shaka. Sehemu hii ya pili inatufunza mengi. Ishara ya uongozi wa kweli si tu kuwa katika cheo, bali kuwa tayari kupigana kwa ukweli wakati ikihitajika. Uongozi usiowajibika unapunguza imani ya watu kwa mfumo. Kutumwa kwenye giza hakumwondoi mtu kama polepole pole, kutoka kumbukumbu -kumbu ya kweli ya haki. Watu kwa sauti yao na ushirikiano wao wana nguvu ya kulazimisha uwazi na haki. Usisahau kusubscribe kwenye chaneli yetu pendwa Typhoon Film TZ kwa mwendelezo wa stori hii. Nadondosha komenti yako, tutaifanyia kazi. Asante.